Nasi Billahi ta'ala Allah, mashallah mashallah, watoto wa Diamond Platnumz wameweza kuonekana katika video hii hapa wakiwa wanasoma Qurani kuweza kuwaonyesha watu kwamba wao pia wapo katika ibada kubwa ya mwezi huu mtukufu wa Ramazani. Watoto hawa wa msanii Diamond Platinum Tiffah Dangote pamoja na Nillan kuweza kuonekana katika video ambayo imeendelea kutrend katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Zari anaendelea kujibebea heshima kubwa kutoka kwa mzazi mwenzake huyo Diamond Platinum kuweza kuwa mama bora kabisa ambaye anawarea watoto wake katika maadili ya kidini, kuweza eh, kuwafundisha watoto dini, namna kuweza kusoma Qurani, akiwa mwonyesha msanii Diamond Platnumz. Mbali ya wao kuweza kutengana, lakini bado Zari ameendelea eh, kusimama imara kuhakikisha kwamba watoto wake hawaharibikiwi, wanaijua dini vizuri, dini hiyo ya Kiislamu, ambayo mpia hata Diamond Platnumz ni Muislamu, mama huyo pia Zari, the Boss Lady na pia ni Muislamu, so watoto wote hawa wawili nao pia ni Waislamu kutokana e, na wazazi wao kuwa Waislamu. Zari anahakikisha kwamba uh, mwalimu wa madrasa anakuwa nyumbani hapo mara zote kwa ajili ya kuweza kuwapatia elimu hii ya ahera kuweza kufahamu e, kiundani zaidi kuhusiana na dini yao hiyo ya Kiislamu. mm hii -hmm, ni habari kubwa ambayo kwa sasa imeendelea kutendi katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii. Diamond Platnumz anashuhudia watoto wake wawili Tiffah pamoja na Nillan wanasoma Qurani vizuri kabisa, kuweza kutafutiwa mwalimu wa madrasa ambaye huwa anakwenda hapo nyumbani kwa Zari kwa ajili ya kwenda kuwafundisha watoto kuifahamu dini vizuri, kufahamu kile ambacho kinahitajika katika dini e, kuweza kujua dini yao inataka nini, dini yao mm, ina, inasemaje? So bana, hii ndio habari kubwa ambayo imeendelea kutendi katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Asante sana, tukutane tena wakati mwingine kwa habari na matukio mbalimbali. Haya mbali. ni machache ambayo tumeweza kujuza kuhusiana na watoto wa Diamond Platnumz Tiffah pamoja na Nillan, wamewezaonekana katika moja ya video ambayo iliweza kutrendi ikiwaonyesha watoto hao wakiwa wanafundishwa dini e, yao kusoma Qurani katika ibada hii kubwa ya mwezi mtukufu wa Ramazani. Asante sana, tukutane tena wakati mwingine kwa habari na matukio motomoto moto.